Waliompokea ni akina nani? Kwanza ni wazazi wake Maria na Yosefu, walimpokea katika changamoto za kiuchumi na kukosa mazingira nadhifu ya kumzaa Yesu. Tunashukuru wazazi, licha ya changamoto za kiuchumi wanakubali watoto wazaliwe hawafungi kizazi eti uchumi ni mgumu maisha ni magumu. Pili, waliompokea ni wachungaji makondeni Betlehemu, wakiwakilisha kundi la masikini na fukara waliacha mifugo yao kwenda kutimiza wajibu msingi wa kumwabudu Mungu. Je, wewe uko tayari kuacha miradi yako siku za Dominika, siku za sherehe, kuacha wapambe wako ambao wamekutembelea kushekea Krismasi, au kuja nao kusali na kuabudu Mungu? Tatu. Waliompokea ni mamajusi Batazar, Gaspari na Melkoli, wakiwakilisha wacha Mungu, kama maandiko matakatifu yasemavyo, kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima. Soma kitabu cha Sira sura ya kwanza aya kumi na nne. Hawa kwa hekima yao na utajiri wao usiohusiana na dhambi walimtolea Mungu zawadi. Waliongozwa na nyota toka mashariki kwenda Betlehemu ya Uyahudi kumwabudu mtoto Yesu wakichukua zawadi zao: dhahabu, ubani na manemane. Wewe, nyota inayokuongoza ni ipi? Nyota inayokuongoza ni neno la Mungu, maana maandiko matakatifu yanasema, neno la Mungu ni taa ya kuongoza miguu yangu. Hiyo taa inapokuongoza kuja kumuabudu namletea zawadi gani? Nne, waliompokea ni mzee Simeoni na Ana binti Fanueli. Soma Injili ya Luka sura ya pili aya 22 hadi ya 38. Tano, waliompokea ni mitume walioacha yote wakamfata Yesu, na akawatuma akiwaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wafuasi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wafundisheni kushika maagizo yote niliyowapeni, nami nipo pamoja nanyi siku zote na mpaka mwisho wa nyakati. Mwisho wa kunukuu, toka Injili ya Matayo sura 28 aya 18 hadi ya 20. Kundi la sita na waliompokea Yesu na wanaoendelea kumpokea ni Simoni wa Kirene, anamsaidia Yesu kuchukua msalaba wake. Soma Injili ya Mathayo sura ya 27 aya 32, Injili ya Marko sura ya 15 aya 21, Injili ya Luka ra Je, wewe ni Simoni wa Kirene? Ni kazi gani unasaidia katika kanisa? Kundi la saba waliompokea ni watoza ushuru na wadhambi waliotubu dhambi zao kama Zakayo Maria Magdalene na wengine. Kundi la nane waliompokea ni Yosefu tajiri wa Arimataya, aliyemomba Pilato apewe mwili wa Yesu, akauzungushia sanda safi ya kitani na akauzika kwenye kaburi lake jipya alilokuwa amechonga kwenye mwamba. Soma Injili ya Matayo sura 27 aya 57 hadi 60. Injili ya Marko sura 15 aya 42. Injili ya Luka sura 23 aya 50 Adam hama6 yainjera ya Yuanne sura ya 19 aya ya 38 hadi 42. Kundi la tisa sinanane, ratisa, kuna wanaoendelea kumpokea ni watakatifu mbali, wakiwemo wale wanaotoa ushuhuda wakiwemo mashahidi kama tati Stefano, shahidi wa kwanza tutakayemshirikia kesho, mashahidi wa Uganda, jamaa zetu na jirani zetu, waongama, wakleri, mabikira, watawa uanzilishi wa mashirika ya kimisionari ya kitawa, wakristo wacha Mungu wachamungu, wanaolisikia neno la Mungu na kulishi, hao ndio wanaompokea Yesu. Kama nyinyi ambao mmekuja hapa kusali, basi ni ishara ya kumpokea Yesu, kipongezo kwa makofi hii. Kwa hiyo shikiria hapo hapo, na wakati huo endelea kujiuliza unampokeaje Yesu tunaposherekea Noeli, na uione kwamba hii ni Noeli yako ya kwanza, usisherekee kimazoea ione kwamba leo ni Noeli yako ya kwanza, ni Noeli pekee na ni Noeli ya mwisho. Ukizingatia hilo utaweza kushekea vizuri na kumpokea Bwana Yesu vizuri, ili uweze kushiriki furaha za milele huko mbinguni kama tulivyosoma waraka wa kwanza kwa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kumi na tatu aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na tatu atakapomwona Mungu uso kwa uso jinsi alivyo. Jiulize sasa, unampokeaje Yesu anayekujia katika sura hizo mbalimbali tulizoorodhesha: mosi, katika liturgia njia ya neno lake na Ekaristi. Pili, katika sakramenti ya uponyaji kitubio na mpako wa wagonjwa, namtambua kwamba Yesu yuko kule kukuponya? Aa, ndio nakimilia kwa uponyaji bandia, kununua udongo, kunywa maji, tope, majivu nywele na vitu vingine vya kipuuzi, eti vinaitwa ponyaji. Tatu, unampokea Yesu katika watoto masikini, fukara, walemavu, yatima, wajane, wazee, wagonjwa, wakimbizi, wafungwa. Tumwombe Bwana Yesu atuzidishie imani tuweze kumwona katika mazingira mbalimbali mbali. Katika sura hizo mbalimbali, tuweze kumpokea, kumwabudu na kuwa vyombo vyake vya amani, upendo, furaha leo na siku zote.